Mi nikiwa kama mkurugenzi wa uwekezaji ilikuwa ni fursa kwangu kuhakikisha tunapata ile biashara, lakini baadaye tukaja kugundua biashara hiyo haiwezi kwenda kama timu ifanye vizuri. Kwa hiyo ikakaa misabaki, wakaniomba, na sasa hii, bahati nzuri ni timu unayoshabikia na wewe ndio mwekezaji mwenyewe, fanya jitihada sasa ili biashara ifanikiwe, kuhakikisha una elevate level ya timu. Basi nikaja kwenye nafasi hiyo ya kibiashara lakini kuhakikisha tunainua thamani ya klabu yetu ya Afrika Africans. Basi ndio tukaanza hapo, kabidi tukasajili wachezaji. Nakumbuka mwaka 2020 mwanzoni wakati wa dirisha dogo tukasajili wachezaji wanne, tukamsajili Dietrich Mchimbi, tukamsajili Adeyu Sala, tukamsajili Bernard Morrison na tukamsajili Haruna Niyonzima na karudi baada ya kuchumikia na Africans na baadaye Simba na baadaye karudi Rwanda kwa hiyo ilikuwa ni task yangu kwaaza, kwa pazuri, kwa ya kwanza kusajili wachezaji na kuhakikisha timu inakaa mahali pazuri kwao, tukaweza kuihamisha kutoka kuja Regent's Hotel tukaitafutia uwanja wa mazoezi tukapata uwanja wa Chuo cha Sheria, tukaanza kufanya kila linalowezekana kuhakikisha timu inashinda, kwa maana ya kumotivate, kuweka thamani ya kifedha, na wakati huo klabu ilikuwa iko down kwenye kila sehemu. Tukamleta pia coach Luke Aimer, unakumbuka. Baada ya hapo kuanza kuweka motivation, nakumbuka mara ya kwanza Lugas alikuwa anabeba kabisa milioni kumi kama furushi kuhakikisha nawaonyesha wachezaji, wajamani, fedha ni hizi, mechi nikishinda mtaondoka na hizi fedha. Hakuna ili perform kama Yanga kwenye ligi yake hapa, msisitizo, kwa sababu ndugu zangu najua wakawii kusema Yanga bora kuliko mm -mm, nazungumzia performance kwenye ligi yake, lakini na unazungumzia UEFA UEFA ligi tano bora anazungumzia Italy, anazungumzia England, anazungumzia Spain, anazungumzia Barcelona, anazungumzia France. Huko sasa ndo kidogo kuna ambaye anataka ku challenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza. Ambaye kwa huyu PSG kwenye ligi yake La Liga. I mean Ligue 1 kwenye mm. ligi kwa ya France. PSG msimu uliomalizika kule, mechi ya 34 walifunga goli 92. Sasa mchezo sasa ndo anazungumzia dakika 3060. Ukigawanya, ndo hiki ninachozungumzia sasa MPG, e, minutes per goals.

Umeshaelewa vizuri. Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF Yanga 2021 22, baada ya kuangukia kwenye CAF eh, kama unakumbuka vizuri, Confederation Confederation Cup wali manake, kwanza 2021 walikuwa na mwine, wali Rivers United mapema, moja bila moja, bila imeisha, lakini huo msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zala, kama sikosei, kashinda bao 9 aggregate Halafu wakaenda kucheza na Hilal Omduma, sio ah uh, wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi zi hazipo hizo. Yes. Walipoenda kwenye playoff wakacheza na Klubu Afrikeni bila bila kwa Mkapa, Yanga ikimiliki mpira asilimia 99, lakini kwa siku mashute matano on target kwa wale matatu kwa mtage bila bila. Walipoenda Tunisia Rades, Yanga alishinda moja bila, matokeo yake wakaingia kwenye group stages, wakaenda mpaka finali ya msimu mmoja unazungumzia mechi sasa, 14 ukiongeza uki na playoffs zile mechi mbili dhidi ya Club Africain, kwenye mechi 14 Yanga imeshinda 9, umeelewa? Mechi tisa kati ya 14, ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule, katika michuano ya CAF Kings Kazida Tower, Yanga chukua ligi ya bingwa na kombe la shirikisho, timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzie ya bingwa Yanga ni kwa fainali, nazungumzia performance max kwenye mechi by mechi basis Awai Yanga ilikuwa na bamoni halafu ya pili mameron sa, so, mameron awai yenyewe ilishenat fainali ili ya mabingwa. Awai ni mechi tano ilishinda tatu, alafu ikatoa na sare, lakini areni ilishinda mingi, sare tatu ikapata pwenti tisa za awai, kwa sababu mechi tano Yanga awai ilienda ilifunga kuba fikin awai kwenye makundi ilitua sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri, ilienda ilifunga TP Mazembe Ilifungwa na Ines Monastir. Kwa ufupi, ukichanganya katika mechi za away saba, yani 25 sare moja ilifungwa moja na Ines Monastir mbili bila. Sasa mboduke